Rais right, mstaafu wa awamu ya nne Dr. Jakaya Kikwete ameondoa hofu wahitimu wa shahada ya ualimu akiwataka kuvuta subira wakati serikali ikikamilisha uhakiki wa watumishi kwa kuwa bado kuna mahitaji makubwa ya walimu nchini. Dr. Kikwete ambaye ni mkuu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ametoa kauli hiyo kwenye mahafali ya nane ya Chuo Kikuu Kishiriki cha Elimu Mkwawa iliyofanyika mjini Iringa. Mwandishi wetu Irene Mwakalinga ana taarifa kamili. Rais mstaafu Kikwete ambaye amewatunuku wahitimu 952 vyeti vya shahada na stashahada uzamili ya ualimu ametoa ufafanuzi baada ya kusikia kilio cha ajira kutoka kwenye hadhira hiyo ya walimu waliohitimu wakimwomba wapigie debe kwa Rais John Magufuli. <coughs> Dk. Kikwete amewataka wahitimu kuwa na subira kwa kuwa mahitaji ya walimu nchini bado hajajitosheleza. Hayajajitosheleza. Bado mimi nasema hivi, taifa ina mahitaji makubwa ya walimu ha, ha, ha, ambayo wa hayajatosheleza hayaja, yote Ukama, kama hawakula kuchelewesha kupata ajira ni swala la muda tu, lakini naamini wote wat wa kitoa taarifa ya utendaji wa chuo mkuu wa chuo kikuu kishiriki cha Mkwawa, Profesa Benedetta Kilian amesema kwa kutambua tatizo la uhaba wa walimu wa masomo ya sayansi, mwaka huu chuo hicho kimedahili wanafunzi mia tano na nne wa walimu wa sayansi, ingawa walimu wa kike wanaochukua mafunzo ya sayansi bado ni changamoto. Changamoto kubwa katika hili ni idadi ndogo ya wanafunzi wanawake katika fani ya sayansi. Kwa mfano kati ya wanafunzi mia tano na nne wa mwaka wa kwanza walioingia mwaka huu wanawake ni 86 tu, sawa na asilimia kumi na saba. Chuo kitaongeza juhudi katika kuhakikisha kuwa watoto wa kike pia wanajikita katika masomo ya yes, sayansi. Akisoma risala kwa niaba wa wahitimu wenzake mwalimu Peter Oswald alifanya vizuri masomo yake, ameiomba serikali kuwafikiria wanafunzi wasio na uwezo wa kujilipia ada lakini wamekosa mkopo. Sikie kilio hiki na ipange mikakati ya kulipia, kulit, kulipatia ufumbuzi jambo hili. Makamu Mkuu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam anayemaliza muda wake Profesa Rwekaza Mukandala akatumia fursa hiyo kuwaaga wanachuo na jumuiya ya Mkwawa baada ya kutumikia wadhifa huo kwa muda mrefu kwa mafanikio. Irene Mwakalinga, TBC Iringa.